Mtoto kum kumfundisha dini, kumsimamia, amjue Allah ni nani, ajue Allah anataka nini kwake, ajue Allah anamkataza kipi, ni wewe mzazi, lazima usimame, ndipo na msimamizi namba moja ni mwana pali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alisema, nasema kullukum ra'in

na la shaka kama kuna kitu ambacho unaweza kumuokoa mtoto ni hii kazi ya kumfundisha asome, haijui anapojua, dini yeye mwenyewe itamsaidia, atawasaidia na wengine bali, ni msaada mkubwa utakapokuwa wewe uko hai, uzeeni, na pia unaponu. Huu ni mfereji wako umeutengeneza.

ya Doe. mtoto mwema aliyemwacha duniani, anayemfanyia maombi, anayekumbuka mtoto kwamba baba yangu ni moja ya pili tatu, anayekumbuka baba yangu yuko katika kaburi, ni muombe Allah, mfanyie mpesa, manfaa makubwa leo hata uzeeni wako uzeeni wetu. Hawa watoto tukiwalea vizuri, hakika kwetu ni neema, lakini vinginevyo kama tutaiacha elimu ya dini nyuma, basi kuna siku ya siku, unapoishi mtoto aliko na neema zake, unakwenda mpaka pale, anakwambia nani? Alikwambia, ah, mwanangu, kusalimia huku. Ana taarifa nami, dereva mzee hapa, ndio hapa, mpe anachotaka nini, leza sukari nini nini, chukumpakie rudisha nyumbani kwake, hajuju. Ndugu zangu katika mambo ambayo hao watoto ukimwacha mtoto ana dini zile istighfar, msamaha anaokufanyia unanyanyua daraja zao. Siku ya kiama utaletwa, utaonyeshwa amali, utasema ana Anna. Anna Anna hadha zimetoka akzi wala min istighfari wala dii hizi ni kutokana na istighfari alizokuwa nakufanyia mtotowao toto <mimus> amekufanyia na hichi cha leo, ndio ndiyo zawadi. Ndugu zangu, tunapoacha watoto wenu wa hakika ni hazina, na ukiwaacha watoto bila kuwarithisha elimu, elimu ya sheria, elimu ya kitabu na sunna, huku nyuma lolote linaweza linaeza, lakini waache salama watoto akhiran Mzazi wewe kama hebu tathmini hii kazi inayofanyika.